Raha ya uwepo wa Mungu ndiyo huo. Nirudie tena kuwashukuru sana, lakini niwaombe kabla hamjaondoka kwenye ukumbi huo, tumeandaa chakula kingi sana, tumewachinjeni ng'ombe watatu Bila kuna mtu mmoja alisema, we, kwa nini kila shughuli unataka watu wale? Nikasema tumefundishwa ukienda mahali unajifunza mila na desturi zao, halafu wewe unaziga na mimi katika kitu kikubwa nilichojifunza Kagera na nitaondoka nacho siku nikiondoka, ni ukarimu wa watu wa Kagera. Watu wa Kagera ni wakarimu sana, nami nitatoa mifano. Huwa sipendi kuzungumza bila mifano. Kagera tukienda kwenye kipaimara tunakula, kama ni kijijini, kijiji kizima, hakuna hakuna gahadi. Kagera tukienda kwenye upadrisho wote tunakula, hakuna pakadi. Tukienda kwenye misiba, wote tunakula. Tukienda kwenye sherehe za kufunga mwaka zile za kata moja moja, wote tunakula. Unajua hiyo mikoa mingine kula, unasikia naitwa mgeni rasmi kama hapa wangekuwa wameandaa Victoria, halafu wanalipenyezea na tuta huko na pandagari tii, alafu hawa wote wanaachwa. Kagera hizo hakuna wote tunakula hakuna kadi, hakuna kujificha, na mgeni rasmi hafichwe, na hata watoto wote wanakula. Hata juzi na bodaboda walikuwa na semina yao na tulikula kwa wote pamoja hapa. Hatutaki kubaguana, tunajenga umoja wetu, tunajenga mshikamano wetu, lakini tuna tuna na babu zetu na bibi zetu, chakula ni sadaka. Na kwa viongozi wa dini, ukiwasaidia kutoa sadaka ndio unakuwa umewabariki vile vile, kwa sababu tena sadaka ya chakula ni sadaka, inatajwa kuwa ni miongoni mwa sadaka njema na inayoongeza mapenzi. Mtu kila siku anaweza kuwa anakula pilau nyumbani kwake lakini siku wa kila mahajati anasema nini? Ilikuwa tamu zaidi. Sisi waislaua tunasema hamna pilau tamu kama pilau la wapi? La maulidini. Yaani, yani pilau la maulidini ndio tamu zaidi, na watoto hiyo wanafurahia pilau la maulidini, mauli. Kwa hiyo hata hapa leo tutafurahia pilau la, la viongozi wa dini.